Habari gani, marafiki, nimesikia mnafahamu habari. Viongozi wakubwa wana maneno ambayo yanakumbukwa milele. Twende tujifunze hekima zao. Hebu fikiria kuanza siku yako na maneno ya Martin Luther King Jr. aliyesema, wakati mwafaka wa kufanya jambo sahihi ni sasa. Maneno haya yanatukumbusha kwamba tunaweza kuchagua kufanya mambo mazuri bila kujali tuko wapi maishani. Sasa tusikilize maneno ya Steve Jobs alishauri, kazi yako itachukua sehemu kubwa ya maisha yako, na njia pekee ya kuridhika kweli ni kufanya kazi ambayo unaamini ni nzuri. Kwa hivyo mbona usifukuze ndoto doto zako na ubadilishe yale yanayowezekana? Oprah Winfrey, kiongozi wa kutia moyo, anatuambia, safari kubwa kuliko zote ni kuishi maisha ya ndoto zako. Ni ukumbusho mzuri kwamba ndoto zetu si mawazo tu, ni ramani ya maisha yetu ya baadaye. Na nani anaweza kusahau hekima rahisi ya Mahatma Gandhi? Kuwa mabadiliko unayotaka kuyaona duniani. Ni wito wa kwanza na sisi wenyewe. Je, unasikia msukumo? Viongozi hawa wametuonyesha kwamba kwa mawazo sahihi tunaweza kufanikiwa. Kwa hiyo, endelea, chukua maneno haya ya hekima na uangazie dunia. Tutaonana tena. Endeleeni kuwa na ari.